kina mtu atuka nkihani analalamika. Akiunguzo ya tatu ni kuzulia kwenye mako kufanya yale ambayo mwanawako ya peni na arihi. Bila mambo hayo watatu hakuna sora. Kwa hivyo mimi nisiongeze lolote zaidi ya kushukuru kwa kupata nafasi ya kusimama mbele yenu na kutoa salamu zangu. Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu endelee kudumu katika amani hii tuliokuwa nayo. Tumeambiwa hapa ukipata mtihani usubiri, ukipata neema kushukuru. Mwenyezi Mungu atuneemesha kwa neema ya amani katika nchi yetu. Tumefanya uchaguzi kwa amani, tumemaliza kwa amani, mpaka leo tuna amani. Hakuna neema kubwa kama hiyo. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu na sote tuazimie kuidumisha tu neema yetu ya amani tuliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwa hilo.